Niwapongeze viongozi kwa ubunifu wenu wa kuanzisha chuo cha ufundi. Aidha nimpongeze mwananchi mwenzetu wa Tambani aliotoa lile eneo wakfu, Allah amlipe. Elimu ndiyo kila kitu kwenye jamii. Sio wote ambao wanafika mpaka vyuo vikuu, wengine wanaishia darasa la saba, wengine form 4, wengine form 6, lakini kwa kuanzisha chuo watatoka na kitu. Mheshimiwa Diwani na kamati yako ya maendeleo ya kata, nikupongeze. Lakini chuo kile ni chenu, mkishike bega kwa bega, wewe na wenye viti na viongozi wenzio kuhakikisha kile chuo kinafanikiwa na vijana wetu wanaanza mafunzo haraka iwezekanavyo. Takbir! Allahu akbar! Aidha, Mheshimiwa Mbunge kwa kuona umuhimu wa kile chuo <coughs> leo hii anakichangia kile chuo milioni tano <coughs> milioni tatu baada ya hotuba yangu hii niji ni wakabidhi viongozi, lakini milioni mbili zinakuja haraka iwezekanavyo kwa uwezo wa Allah. Kauli mbiu yetu Qur'ani ni amani na utu, Qur'ani ni amani na utu, na sisi tunathamini utu hata kama itakuwa kwa kidogo lakini tathamini kwa sababu imetoka kwa utu. Kwa hivyo na Qur'ani ni aman. Wengi wanamaliza katika sekondari lakini hawapati bahati ya kwenda form 5, eh? Lakini pia hata vyuo kuchaguliwa, basi tatumia chuo hiki kwa ajili ya kuweza kuwasaidia hawa vijana wetu ambao ni taifa kubwa sana la vijana, kuwakomboa kupitia chuo hiki. Mimi binafsi kama nilivyoniarika, nimejitolea kutoa mchoro wa majengo yote ya chuo ambao takaribu laki tano nitajitolea mimi, ili mchoro huo uwe muongozo wa kupata usajili. Lakini pia atakuwa mtoto mwema kwa wazazi na kwa jamii inayotuzunguka. Hivyo tunawaomba sana, na ni sehemu ya maoni yangu, wazazi walezi waunga mkono kwa asilimia mia moja walimu na mashekhe maostadhi katika kazi ngumu wanayoifanya. Lakini pia binafsi kama mzazi ama kiongozi, ukiacha pongezi na maoni yangu, sina budi tamka yafuatayo. Kama viongozi wa kata tunaunganisha kata hii ya Tambani vijiji vitatu, tunabudi kufanya jambo kubwa. Mwenyezi Mungu wa akijalia, katika mashindano ya maukani tutaenda kushirikiana na walimu, maustadhi na mashehe kwa kuwapa motisha na kufanya maandalizi makubwa kuhifadhi Qur'ani katika ngazi za vijiji na kata. Kwa majina anaitwa Abdul Hamis Mandai, ni mwenyekiti wa kitongoji hiki cha Kimbangulile. Wazazi na watoto, uhalifu mwingi unatokea au unatokana na uadilifu kwa chini, na uadilifu kwa chini unatokana na kujali elimu ya upande mmoja, yaani wazazi wengi tunajali elimu ya dunia, tunaita elimu ya dunia tunaacha elimu ya aila. Mi niseme wakati Mwenyezi Mungu alipotusisitiza elimu, alimaanisha elimu ya aina yote, kwa sababu akuainisha tupate elimu ya aina gani. Elimu ni elimu. Kwa hiyo mimi, ila yangu nisi, ni, ni, ni, ni, nisisitize tu kwa wazazi wenzangu, watoto wetu tuhakikishe wanapata elimu zote.